Dada, mbona kama leo uko sawa? Una shida gani kwani? We acha tu, mdogo wangu. Nampigia simu shemeji yako Bosco, apokee simu yangu, sijui kwa nini. <laughs> Dada bwana, hiyo kinachokupa wasiwasi hapo nini? Hilo ni binadamu, inawezekana kuna changamoto ilopelekea kushindwa kupokea simu yako. Hala, kawaida hiyo Bosco. Yani, nipige simu zaidi ya mara tatu asipoke? Kweli hapana, yani mii lazima niingie na wasiwasi. Dada, unamfahamu Bosco vizuri na unapajua kwa kumpata, kama na wasiwasi naye, basi nenda kamtizame hapo kidogo. Mdogo wangu muongea point, ila kuna kitu kimoja, mboga iko pale jikoni, naomba upike chakula kwa wakati, inawezekana nikaenda huku nikachelewa kurudi.

Msaliti wa mapenzi kumbe msalitima damshikandeubaashkkia unajua kitu kimoja, mpenzi wangu, kusema kweli amna kitu ambacho najisifia katika maisha yangu kama kuwa wewe Chicho. Ni mwanamke mzuri sana, ni mwanamke mmoja mrembo sana ambayo sijai kumuona katika hii dunia. Lakini pia acha nikupe sifa zako, licha na yote hivyo, lakini bado umeweza kuniheshimisha Chicho. Ni mwanamke ambaye umenifanya nie mtu katika watu mwanamke ambaye sitamani kukuacha hata siku moja, kwa sababu Chicho unanipa kila ninachokihitaji. Nifate nini tena kwingine? liyakwaweupa Chicho, nakupenda sana Amani hata siku moja, niwezi kwenda mbali na ni, kwa sababu maisha yangu, macho yangu yote yanakuangalia wewe, kila kitu kinakutazama hayo katika maisha yangu. Naomba niaidi kitu basi, kaza nikwambie, nakupenda pia asayahauasamanu seesab

Sekundojo msaliti ana najastaki kuona mawangu, mvanaona sana. a lapa ni kuwahidi kitu kwamba nitalilinda penzi lako kwa njia yeyote. Hii ni ya kwako, sitompa mtu mwingine yoyote. Tafadhali naomba niamini. Mwili umekakacha nasikia zunguzungu, nagaika. Nilompenda nipendi tena, naonewa yani, tuni mabala, nagosa pa kushika na tapa tapa. E hey, Mungu Baba, naomba hey, yeah, hey. Nisaidie, nisaidie. Haya, ndo malipo ya upendo wangu, Bosco. Nilikupenda nikatana na vitu vyote, nilikufamdayangu oliwiyo, kuja kunifanyia haya yote, kweli wakuja kunisaliti Bosco? mimi hadi yako iko wapi Bosco? Nilifanya kila kitu kwa ajili ya kulinda penzi letu. Hebu angalia leo nini iki nanifanyia dada. Ah, ogopa sana hivi viumbe kama leo ukaweza kunifanyia mimi, ashindi kukufanyia wewe. Kuwa naye makini Aikuwa dhamila sawa, ila nilikupa moyo wangu wote, ila ukaniona mipoya saki vipi? Pendo langu mimi nikupe tena? Nilikuthamini, nikakuweka moyoni, ukaivunja imani. Inatosha, msaliti, umemsaliti. Je, naam, vipi ndugu yangu? Yaani siku hizo mbadilika sana, umekuwa muda mtu wa furaha muda wote. Mimi nieleze ndugu yangu, nini siri ya mafanikio kwa sasa? Nina furaha sana kwa sababu nimempata mwanamke ambaye niliyekuwa nikimtafuta kwa muda mrefu sana. Na itoshe kusema kwamba nampenda na yeye ananipenda kwa dhati sana. Uh, labda nikwambie kitu kimoja. Kwa sasa nahisi muda si mrefu nitaenda kufunga naye ndoa. Dada, sioni sababu ya kuwa hivi. Mapenzi ndivyo alivyo, dada wangu. Kama leo Bosko amekufanyia hivi, hakuna sababu ya kuumiza yako. Achana naye, ndugu wangu. Natamani sana nimuepuke, lakini siwezi. Kinachoniuma zaidi, nimeachana na watu wote kwa ajili yake, kwa sababu bado nampenda. Siwezi, kila nikivumilia, kila nikijitahidi mimi na nguvu, lakini nashindwa ah. Hilo ni jambo la furaha sana, na la pili, hiyo ndio itakuwa ufunguo wa kunifungua na mimi ili kuweza kufikia ulivyofikia wewe. <laughs> Asante sana ndugu yangu, hapo unavoniona nilikuwa na chati naye. Ngoja nifanye mpango, nimpigie ili nikutane naye tuweze kulizungumzia ile swala kwa undani zaidi. Sawa. Najua dada yashapokea. Lakini sasa utafanyaje? Najua labda ulimpenda sana, haina jinsi, wala tu ufanye maamuzi magumu. Sawa, mdogo wangu, nimekuelewa. Mimi nitajaribu, ila kwa upande wangu ni ngumu sana, mm. Kidogo tu? Mm. Mm. <coughs> <coughs> Ah, paka, kiasi ambacho muda wote napokaa nalisikia jina lako tu unanifanya nijisikie amani wakati wote. Sijui umenipa nini we mtoto ya? Ama umeniroga <laughs> ushaanza tu, ukipiga simu lazima utaongea utongea, ukumbaako ili mlaji tu unungize mbavu zangu. Ni wajibu wangu kukuelezea ni jinsi gani navyokupenda na kuhakikisha na nasimamia furaha yako. Aina haja kuniambia maneno yote hayo. Vipi, naona leo umenipigia, niambie ha. Kipenzi, siku ya leo nahitaji kuifanya siku pekee kwa upande wetu. Naomba tuonane mimi na wewe ili tuweze kuzungumza mambo mengi zaidi. Ni wapi hata sasa hivi niji toka? Kisha ukishafika kwenye mgundo wa bodaboda utampa simu bodaboda, mimi nitakueleza, nitakuelekeza nilipo. wala pia hmm. ni mpenzi wako? Alafu ni mpenzi jipi? hata kuna atakudamiedangaya, asubiri akuchoke, kitakukuta kama kilichonikuta mimi. Dada, ni kweli ni mpenzi wangu, lakini sijawahi kukutana naye hata siku moja, ila ananijali, ananipenda, mimi nampenda pia simu <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Umekutana naye kwenye simu. na unasema unampenda na yeye anakupenda, unamwamini? Mwamini vipi? Yani ni kweli nichukuzungumza, lakini mimi namwamini kwa sababu ni mtu ambaye ananisaidia mara kwa mara na anajali shida zangu. Kwa nini nisimwamini? Unamwamini? Haya, eh, endelea kumwamini. Mjini hapa watakuonyesha <laughs> afadhali bwana huja mimi niende nikaonane naye, maana tushaidiana. Ah, Malengo nimefanikisha kuongea naye. Kwa hiyo ningependa nikuache ili niweze kuwahi kukutana naye. Sawa.

Nilikupa moyo wangu wote ila ukaniona mipoya saki vipi, pendo langu miniku yeah? Tena nilikuthamini nikakuweka moyoni, ukaivunja imani, inatosha Msaliti. Msaliti. Msaliti. Msaliti. Msaliti.